Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa leo amewasili Somanga kwa ajili ya kukagua miundombinu ya barabara kuu Dar es Salaam – Lindi iliyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Na kimataifa, imearifiwa kuwa shambulio la angani la Israel limesababisha kifo cha mhudumu wa afya na kujeruhi wengine tisa. Katika michezo, Tunaarifiwa kwamba michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kuendelea leo katika hatua ya robo fainali mkondo wa pili. Yapo maswali mengi ambayo tumekuwa tukijiuliza, hata mimi nimekuwa nikijiuliza: tatizo la afya ya akili. Afya ya akili ni kitu gani? Je, utajuaje kama una dalili ama viashiria vya tatizo la ugonjwa wa akili? Kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi hapo baadaye, majira ya saa 12 kamili jioni, kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii kule YouTube Dream Media TZ, na mitandao yetu mingine mengi ya kijamii. Utakuwa nami Resta Faris.